Tayari Samia Suluhu Hassan ameapishwa kuanza rasmi muhula wa pili wa urais wake kufuatia uchaguzi uliokumbwa na machafuko katika maeneo kadhaa ya Tanzania. Lakini je, hali ikoje kwa raia nchini humo? Mohamed Halef amezungumza na mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Florence Majani, na kwanza anaelezea mambo yalivyo kwa sasa. Mohamed, hapa jijini Dar es Salaam kwa sasa hali inaweza nikasema ni shwari kiasi, kwa sababu moja kubwa ni kwamba sasa hivi angalau milio ya risasi na milio ya mabomu imepungua kwa kiasi kikubwa, tofauti na tarehe ishirini na tisa thelathini na tarehe thelathini na moja Kidogo hali ya utulivu pia wa watu angalau kupita barabarani kwa leo kidogo watu wanapijitokeza barabarani, ingawa ni kwa kiasi kidogo sana kimbia. Kwa hiyo iko hali hivyo ya mashaka mashaka, tofauti na ule utamaduni wa Watanzania wa kutembeleana, wa kukaa kuzungumza, wa kupita huku na kule, ule kwa kifupi umekufa. Hiyo inasemaje pia kuhusu uh, hali ya maisha, chakula, upatikanaji wa chakula, wenye wanaumwa kutibiwa na vitu kama hivyo? Hivyo ndio tatizo kubwa Mohamed, kikubwa ambacho tunataabika nacho Tanzania kwa sasa ni uhaba wa vyakula Kilo moja ya unga iliyokuwa ikiuzwa shilingi elfu moja kwa sasa hivi Tanzania ni shilingi elfu mbili Karoti iliyokuwa ikiuzwa kwa shilingi mia moja leo inauzwa shilingi mia nne Nyanya ambazo zilikuwa ukipata ukiwa na shilingi mia tano unaweza ukapata nyanya sita, leo unapata nyanya moja kwa shilingi elfu moja mpaka elfu moja mia tano Hivyo wananchi wa sasa hivi wa Dar es Salaam tunafanya kama kusaidiana, kwa sababu Tanzania tumezoea ujamaa. Kwa hiyo mwenzako anaweza jirani yako anaweza akakwambia sina unga, watoto hawana wa chakula, hela nilionayo haitoshi. Kwa hiyo inabidi ugawanye unga wako kidogo mpele. Okay. Maanake unakusudia kusema kwamba mbali hali ya chakula ni kwa sababu hakuna mzunguko wowote ule wa maisha, hakuna pesa ambayo inaingia mfukoni mwa watu. Maanake maisha yamesambaratika kwa sasa, yamebadilika yamesambaratika kwa sababu kuanzia tarehe ishirini na tisa tu, ilikuwa ni kwamba tuna zoezi la kupiga kura. Kwa hiyo watu hawata wa kwenda kazini, kukawa kuna zuio kutokana na vurugu zilizotokea. Kwa hiyo watu hawajatoka kwenda kufanya kazi, kwa hiyo kama hawajatoka kwenda kufanya kazi hawajaingiza chochote, na hilo pia linasababishwa pia na ina maana magari yaliokuwa yanaleta bidhaa za vyakula nayo hayafiki Dar es Salaam, kwa hiyo chachi zinazopatikana na sijui zinapatikana wapi, zinauzwa kwa gharama ya juu sana lakini vile vile, Mohamed, inawezekana kwamba hawa wengine wana- wanachukulia wanabebea, yani wanapitia kule kule kwenye matatizo tulionayo kupandisha bei, wanatumia, wanatumia fursa iliyopo wanatumia fursa iliyopo sahihi kabisa. Kwa hivyo gharama za maisha zimekuwa shida kuliko hata hiyo milio ya risasi yenyewe tuliokuwa tunaiogopa, kwa sababu leo unaweza kupika chakula bila kitunguu, unaweza kupika chakula bila mafuta na ukala, hali ambayo Tanzania hatukuwahi kuizoea hapo nyuma. Leo ni siku ambapo Rais Samia Suluhu Hassan aapishwa asubuhi, tunapozungumza vipi hali ya shamra shamra za uhapishwaji wake hapo katika jiji la Dar es Salaam, jiji kubwa kabisa la kibiashara na ambapo bila shaka? Je, mitaani kukoje kwa shamra shamra za ushindi na no, uhapishwaji? Shamra za ushindi hamna shamra shamra zozote jijini Dar es Salaam nililopo mimi, kwa sababu bado watu wana hofu ya kutoka barabarani, lakini zaidi ya yote wengi kama walioko majumbani kwao wanatazama tukio hilo kupitia televisheni zao. Hicho ndicho kinachoendelea, lakini kwamba kuna shamra shamra, kuna sherehe, kuna mali, kuna watu bado wanahofu kutoka nje, watu bado hawana mikusanyiko. Kumbuka kinachokatazwa sana Muhamedi ni mikusanyiko. Sasa shamra shamra hizo zitafanyikaje kama hakuna mikusanyiko?